Muhogo ni chakula kinachoweza kuwa na faida kwa kuku ikiwa kitatumika kwa uangalifu na kwa kiasi sahihi. Hapa kuna jinsi muhogo unavyoweza kusaidia kuku. Unajua, muhogo unaweza kuwa siri ya kuku wako kukua haraka na kwa afya bila kutumia gharama kubwa. Leo nakwambia kwa nini muhogo ni chakula cha dhahabu kwa kuku wa kienyeji. Muhogo ni chanzo kizuri cha nishati. Kuku wanapopata nguvu kutoka kwenye muhogo, wanakuwa kwa haraka. Wanakuwa na uzito mzuri na mayai yao yanakuwa mengi zaidi. Muhogo unaweza kutumika kwa njia nyingi. Unaweza kukaushwa na kusagwa kuwa unga, au muhogo mbichi unaukata vipande vidogo vidogo, ukawalisha. Hii inarahisisha upatikanaji wa chakula cha gharama nafuu kwa kuku. Muhogo unasaidia kuboresha afya ya kuku. Wakiwa na nishati ya kutosha na chakula cha mara kwa mara, wanakuwa na kinga imara dhidi ya magonjwa. Hii inakuokoa wewe hasara kubwa ya vifo vya ghafla. Hapa nakupa faida za muhogo kwa kuku.